ni furaha tele kuona kukamilika kwa daraja hili linafahamika kama daraja la kigongo busisi nalounganisha pande mbili kutoka mwanza kwenda geita na kutoka Geita kwenda mwanza urefu wa daraja hili ni takribani kilomita tatu daraja lenyewe tu na barabara inayounganika na daraja hili ni kilomita moja nukta sita sita wacha nikwambie vitu vingine ambavyo pengine huvijui kuhusu daraja lenyewe upana wa daraja ni mita 28.45 . Daraja hili barabara yake ina njia mbili kwenda njia mbili kurudi, na wenyewe wataalamu wanasema kuna emergency lane kila upande. Upekee mwingine ni kwamba watembea kwa miguu na wanaruhusiwa kupita kwenye daraja hili, kwa sababu kila upande una sehemu ya watembea kwa miguu. Hivyo daraja hili litakuwa mbadala wa amasuluhu ya kile tunachokiona hapa, wananchi kutumia muda mrefu ama kutumia njia ya maji kwa ajili ya kuvuka kutoka upande huu na kuelekea upande mwingine. Daraja hili ndio mkombozi wenyewe. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan leo anakuja hapa kuzindua rasmi daraja hili na kulipa jina rasmi. Litaitwa vipi? Wengi wamekuwa wakiliita ni daraja la Busisi Kigongo, wengine wakiliita daraja la JPM. Je, yeah. Litaitwaje? Macho na masikio kwenye uzinduzi wa daraja hili muhimu la kipekee na, kipeke na la dhati kwa upande wa kanda ya ziwa. Mimi ni Lambert na hii ni Bongo FM.